Benki Kuu ya Nigeria maarufu kama CBN imetangaza rasmi kwamba matumizi ya money bouquet, yani kupanga noti za naira kama maua kwa ajili ya zawadi ya sherehe, e, sasa yanahesabika kama matumizi mabaya ya sarafu ya taifa hilo. Kwa mujibu wa tangazo hilo, vitendo hivyo vinawekwa katika kundi moja na kunyunyizia pesa hewani, kukunja, kuuza, kuharibu ama kuandika juu ya noti hizo. Chini ya sheria ya Benki Kuu ya mwaka 2007 iliyofanyiwa marekebisho mtu yeyote atakayepatikana na hatia ya kuharibu au kutumia vibaya sarafu anaweza kufungwa jela kwa angalau miezi sita au kutozwa faini isiyopungua naira elfu hamsini au vyote kwa pamoja. CBN inasema kwamba kupanga noti kama maua kunazifanya zichakae haraka, kuharibika na kupunguza muda wake katika mzunguko wa kibiashara. Mamlaka hiyo pia imezitaka taasisi za usalama kama polisi au EFCC kuongeza au kufuatilia na kuwachukulia hatua watakaokiuka sheria hizi. Wakati baadhi ya wananchi wameonyesha kutoridhishwa hasa kipindi hiki cha sherehe kama Valentine, wengine wanaamini kuwa ni wajibu wa kila raia kuheshimu fedha ya taifa ili kuepuka matatizo na sheria hizi. Wananchi wanashauriwa kutunza noti vizuri, kuepuka kuzifanya mapambo au zawadi, kutumia njia mbadala badala ya fedha taslimu katika sherehe hizo. Hatua hii inaonyesha msimamo mkali wa CBN katika kulinda hadhi na ubora wa sarafu ya Nigeria.